Hey, vijana Mwandambo ongea siasa bwana, hatutaki mengine. Ongea siasa Mwandambo. Ah, sawa. Wiki mbili na nusu niko vituo vya polisi na hama nchi nzima. Ulikuwa na mimi wewe? Yaliyonikuta huko, ulikuwa na mimi? Sasa nikwambie siri moja. Acha kusema Mwandambo ongea siasa. Wewe si una smartphone kama mimi, bando unalo e, si una bando? Chukua smartphone yako jishuti, ukiwezekana mtukane rais au mtukane waziri mkuu, alafu na wewe wakunyakue, wakupeleke huko, alafu uje uonyeshe ujasiri wako huko. Mnanielewa? Sitaki ujinga, yamenikuta mimi na amemalizana na mimi. Ujinga sitaki, nachoka. babda ene kemesi Mwandambo ala